anthu ambiri amafunsa kuti chifukwa chani foni yanga ndikangoyasa data imajama e ya, ndikangoyasa kumene data foni kujamiratu e, ata e WhatsApp. Google Play Store komanso Facebook no siyana, siyana. WhatsApp. WhatsApp ma messages. amboyo tieza kuti makhalazuwa lonse osalowa pa whatsapp ndikuti aea kuti abelese ma messages tauaoo nmtengataatali